Sijaona uchaguzi mwingine godoro zinanunuliwa, lakini tuliona godoro mpya. Mimi nataka kuambia wananchi, kulala kwa godoro ni vizuri na ni more comfortable kuliko kulala kwa floor. Lakini usipende godoro kushinda haki, usipende pesa kushinda haki. Utalala kwa godoro na ukienda hospitali utakosa dawa, mtu yako atakosa dawa na italeta maafa na umelala kwa godoro. Sasa ujiulize, unataka nini kwa kiongozi? Unataka kasi safi au unataka pesa ya kupita? Ile itaisha uchaguzi ukiisha. Mimi nataka kuwaambia tukatae siasa ya furugu. Tumeona gari zikichomwa polisi wakiwa karibu na zikachomwa. Tumeona watu wakipigwa na polisi kwa polling stations, zingine walikuwa wengi kushinda wananchi, ni kama kusimamia wale wanatoa nini fujo. Iwe ni funzo kwetu wa Kenya, Malava na Mbere na kwingineko. Kama lazima ukule kula, lakini siku ya uchaguzi, njaa ya siku moja haita kuua. Wacha kuonyesha fisi meno siku ya uchaguzi, wacha mchezo hata godoro zikija wacha warudi nazo. Hiyo ni siku ya kupigania maisha yako. Sisi kama upisani tutaketi pamoja, we analyze what happened, we decide what we are going to do. Uchaguzi ukiisha haujaisha, iko koti, iko sheria, inasema unaweza kimbiza mtu, iko kifungo ya sheria, inasema mamlaka iko kwa mwananchi haiko kwa wale wanakalia viti, iko kwa wananchi kwa jumla. Wacheni tukae chini tujue ni nini. Lakini hata kufanyike hivyo, mimi siwezi baduka ni one term. Demokrasia imenajisiwa, democracy has been defiled and we are now appealing to international community wa freeze All financial assistance to serikali ya Tanzania. waangalie Kenya, tuwe na watu wa kwenda ICC. Kenya wameua, Tanzania wameua, you can't they are killing. Mimi naweza sema mtu mwenye atakana kupita kura ni banyako, that was panyako, sio mtu atindakwa, hapana. Mimi naweza mana, narut nitakaa na hapa kidogo la na nataka niseme hivi. Unajua dalili ya mvua ni mawi? Sasa 2027 itakuwaje ikiwa wao wanatulazimishia viongozi? Juzi nimeona rais